Mume wangu anapotoka kuelekea msikitini huwa na tabia ya kunibusu mimi au kunikumbatia uh, au kunishika uh, na hali ya kuwa tayari amekwisha kutia udhu uh, tuna wasiwasi, nini hukumu ya udhu wake yeye? Na wakati mwingine huwa mimi ni shati ya udhu yaani, mwanamke a ya shati ya udhu na mume ya shati ya, ya udhu, lakini mume anatoka kwenda msikitini Uh, akambusu mke wake, na wakati mwingine lile busu linakuja linakuwa, uh, lina namna fulani ya matamanio. Anasema uh, aljawab, majawabu katika swala hili, arrajulu idha qabbala zawjatahu, mwanamme yoyote atakaye mbusu mkewe, au massa yadaha, au akagusa mkono wake, au dhammaha, au akamkumbatia, lakini ni mke wake fa inna wudhuahu la yafsud, udhu wake mwanamme yule hauharibiki. Uh, huwa wala hiya si udhu wa mwanamme wala udhu wa mwanamke, bado kisheria unakuwa umebakia pale pale. Na kabla sijaendelea kusoma uh, majawabu, nataka nitanabahishe kwamba haya ni katika masala uh, masala ya fiqhi. Tutataja hapa mbele kwamba wapo baadhi ya wanaovioni wameona kinyume na hili jawabu ambalo tunalitoa sisi lakini uh, alqaulu rajih insha Allah taala tutaitaja, uh, ambayo imeegemea katika dalili zaidi za wanaovyoni kuhusiana na mwanamme na mwanamke, mtu na mkewe kutenguana, kutenguana udhu. Kwa hivyo mwanamme atakapombusu mke wake au kumkumbatia au kumgusa mkono au kumgusa uh, katika mguu au popote pale, udhu wa mwanamme wala mwanamke haujaharibika. Wadhalika, na tunasema hivyo liana lasla baqaul wudhui ala ma kana alaihi, kwa sababu asili ni kubakia udhu juu ya namna ambayo upo madhali mwanamke kashatia udhu na mwanamme kati ya udhu, basi asli wote wawili wamebakia na udhu. hatta yaquma dalilun ala annahu taqada, mpaka ije isimame dalili ya nguvu ya kisheria yenye kuonyesha kwamba udhu umefanyaje umetenguka. Kama hakuna dalili ya wazi basi pana wasi, wasi, wasi, mashaka mashaka wa shaka mashaka hayawezi kuondosha eh, yaqini katika sheria yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo, asli na yaqini tulionayo, hawa wote wawili wana udhu. Je, tuna wasiwasi kwa busu lile au kwa kukumbatia kule? Umetoka hu kutoka, kwa hivyo tunasema hatta yaquma dalilun ala annahu intaqada, mpaka isimame dalili juu ya kwamba udhu huo umeharibika, ume uh, jaa alhadithu an Aisha ta, radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabbala imra'atan min nisa'ihi Isitoshe, imekuja hadithi kutoka mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba mtume wetu sallallahu alayhi, kutoka kwa Aisha, hadithi ya kwamba mtume wetu sallam aliwahi kumbusu mmoja katika, katika wake zake thumma kharaja ila salati walam yatawadda, kisha akatoka kuelekea msikitini wala hakutia udhu mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii hadithi inawafikiana na swali lililokuja, mume anatoka anambusu mkewe, kisha anakwenda msikitini Mtume wetu sallallahu alayhi wasallam aliwahikumbusu mmoja katika wake zake, kisha akatoka kaelekea msikitini, wala hakufanyeje wala hakutia udhu. Khalas, anasema sasa, wal ulama ikhtalafu fi hadha al amr, lakini tuelewe kwamba maulama katika fiqhi wamehtalafiana katika jambo hili. Faminhum man qal, wapo waliosema, idha massa ar rajulu al mar'ata, pindi mwanamme atakapomgusa mwanamke intaqadha alwudhu bi kulli halin, udhu utakuwa umetenguka kwa kila hali, vyovyote, kwa awe amemgusa kimatamanio au amemgusa si kimatamanio au amemgusa kihivyo, udhu wake utakuwa umetenguka. Wapo waliona hivyo, na unaweza ukasikia fatwa kama hizo, lakini hii ni fiqhi. Hatumgombi mtu atakayetoa fatwa kama hiyo, isipokuwa tutampinga kwa mujibu wa dalili zilivyo, yeye inabidi tuoneshe dalili zake katika sheria za kuutengua udhu huu. Uh, lakini wa minhum man qal, na wapo waliosema uh, idha massaha bishahwatin, atakapomgusa kimatamanio, yani kwa hisia fulani hivi, kama mtu anapomgusa mkewe kimatamanio, kumpapasa papasa fulani, intaqadhu wudhu, hapo ndipo. Utafanyaje? utakuwa udhu umekwisha kutenguka. wa illa, na kama si hivyo, yani kama hakumgusa kimatamanio, fala, basi udhu utakuwa hautenguki. wa minhum man qal, na wapo waliosema Idha massaha, pindi mwanamme atakapomgusa mke wake, la yantaqidhu lwudhuu mutlaqa, udhu unakuwa hautenguki kwa hali yoyote ile. Mutlaqa yani ghairu muqayyad, hamna hivi wala hivi. Mtu akimgusa mke wake, basi udhu unakuwa haukutenguka. Wa hadha huwa rajihu indana, insha Allah. Na hili ndilo jambo lenye nguvu biidhnillahi tabaraka wa taala, kwa mujibu wa dalili zilivyo. Hii ndo kauli tunaiona ina nguvu. id kwani la dalila fi kitabi llahi wala sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, hakuna dalili kwenye kitabu cha Allah yani qurani tukufu, wala katika sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ala anna massa lmarati yunqidhul wudhu, juu ya kwamba kumgusa mwanamke tu kitendo hicho kinafanya nini? Kinatengua udhu? Lazima mtu aje na dalili ya wazi ya kisheria ambayo itaonyesha uh, kutenguka kwa udhu kwa sababu ya kumgusa mwanamke. Isitoshe, ziko hadithi ambazo zinaonyesha kwamba mtume saw sallam alipokuwa kiswali katika uh, nyumba yake swala za usiku, hali ya kuwa kuna kiza, Aisha huwa amejilaza pale, amenyosha miguu. Kwa hivyo, mtume saw sallam akitaka kusujudu humgusa mama Aisha mguu wake, mama Aisha anakunja ule mguu, mtume anasujudu pale pale. Akiinuka Mtume salla allahu alaihi wasallam kuja juu kwenye kisimamo, mama Aisha hukunjua miguu yake. Akitaka kusujudu humgusa, wakati yumo ndani ya swala, Mtume salla allahu alaihi wasallam. Na hiyo onyesha wa wazi kwamba kumgusa mtu mke wake haitengui haitengui udhu, wa ala hadha. Kwa hivyo basi, badala ya yote hayo ambayo tumeyasema, famassu lmarati walau biduni hailin, wanasema wanaovyoni kumgusa mwanamke, hata kama mtu hana kizuizi, ni ngozi kwa ngozi hivi imegusana, biduni hailin, walau bishahwa, hata kama mtu kamgusa mke wake kimatamanio fulani, kimsisimko fulani, uh, watakbiliha uh, famassu almarati watakbiluha, na kumbusu mwanamke yule, wakadhalika, dhammuha, kadhalika, kumkumbatia mwanamke yule Kullu dhalika, yote hayo. La yunkidhu alwudhu, haya tengui udhu. Kwa hivyo jawabu kwa ufupi kwa suala alilouliza huyu kwamba mume wake anapotaka kutoka kwenda msikitini huwa ana tabia kumbusu kwanza ni jambo zuri ni katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam mtu kumbusu uh, mke wake, ikiwa hakuna dharura yoyote haraka haraka prokushana nenda huku nenda huku, basi akambusu mke wake, kisha akatoka katika katika nyumba yake, ni jambo zuri sana. Kwa hivyo, pili, kuhusiana na utata wa udhu wao wote wawili, basi tuambie kwamba udhu wenu biidhnillahi tabaraka wa taala utakuwa umebakia pale pale, lakini kama mwanadamu ana mashaka na wasiwasi, basi ni aula kujiepusha na jambo ambalo atakuwa ana mashaka nalo, na asifungue mlango wa shetani akamtia maradhi ya wasiwasi. dama yaribuka ila ma yaribu, ka ilama, la yaribu. Kama una, una mashaka wacha kitu ambacho una mashaka nacho, lakini biljumla sheria yetu uh, inaonesha wazi kwamba mtu anaweza kumgusa mke wake au kumbusu na udhu usitenguke, insha Allahu taala, wallahu taala